Mbona kama hii sura sijaizoea, sura haina nuru kabisa, huwezi kupata nuru. Unapoteza mechi mbili mfululizo nyumbani na ugenini, hawezi mm, kutokea nuru hata kidogo. Morali imeshakata kata mara hii, morali hawezi kukata uh -huh. morali, lakini tunajiona kwamba gari yetu inazidi kutoka kwenye reli, yaani unaona kabisa kwamba mwelekeo ambao tunaenda sio mwelekeo ambao tunapaswa kwenda, mm, unaelewa kwa hiyo unatamani tuende kwenye mwelekeo ambao unapaswa kwenda, lakini kwa starii maji tunapotea kila siku, na nadhani makosa yetu yanajirudia yale yale. Kocha ana kazi kubwa sana kufanya kwenye, kwenye, mstari, kwenye mstari wa mbele kwenye finishing. tunajua anampenda Jeff kwa sababu ya labda fiziki yake i, au sio bwana, uzito the way, the way anapambana na wale madefender ambao timu hizi, au sio? Lakini kwenye eneo la finishing inabidi ifanyiwe kazi kubwa sana, tofauti na hivyo tutakuwa tunavuka maji kama hivi kila siku, tunamaliza hela zetu, lakini mwisho wa siku tunadondokea kua tunarudi nyumbani, tunasubiri watu kucheke, kila tunasubiri kucheke. Kwa hiyo inaumiza, kusema kweli inaumiza. Pengine Azam bado ana nafasi ya kuchezea kwenye mechi ambazo zimesalia na nafasi hiyo kwa nao na, ni kubwa, ni kweli, sio kama Nairobi City. Tunasubiri tuone game yao na itakwenda vipi, lakini mtihani ni kwamba yaani mimi ni miongoni mwa watu ambao mm -hmm. nilikuwa nawacheka watu kwamba kuna watu wanakuja kumaliza nafasi za mwisho kwenye magrupu yao mm -hmm. na hiyo na hatari kubwa, sisi Azamu ndio kwamba leo tunaenda kwa kumaliza nafasi ya mwisho kwenye msimamo mm -hmm. kitu ambacho sivutiinacho mm -hmm. wapo watu, watu kuna watu tunajua kabisa, wanaona kabisa nafasi ambayo wataenda kumaliza kwa nafasi ya mwisho mm -hmm. lakini kwa jinsi hii trend ambayo tunaenda nayo sababu sasa hivi tunadaiwa magoli mangapi? Tunadaiwa magoli matatu, tumeconcede goli tatu, hatuja score goli hata moja. Kwa hata tukija kupata point tatu, bado tutakuwa na damage ya nini, ya tunakuwa na ya magoli. Kwa hiyo kuna kazi kubwa, yani kuna kazi kubwa. Mpira kama mpira, timu inacheza, yani unaona kabisa timu inacheza vizuri, kwa maana kucheza, unaona kabisa tunapiga pasi vizuri, watu wanafunga, yani kila kitu kinakaa, finishing ndio shida iko pale, yani pale kwenye umaliziaji. Na mimi naamini kwa profile ya Fulai Dongo siwezi kukubali kabisa kuniambia kwamba lile eneo aliona, lile eneo analiona Sawa, sisi striker wetu kitambala bora yani astaki kabisa kujisogea sogea, kwenye kuna mipango kama mtu kama dubu kuonekana, kila siku ni nafasi kumi, kila mwamba kipanda nafasi moja afunge goli, anakuja anadaka ovyo ovyo. Lakini Sijajua tunakwama wapi yani. Unadhani, kafanyia maboresho eneo la umaliziaji, ama mwalimu angefanya substitution ya mchezaji ambaye unahisi angienda kusaidia timu? Nisio mnafiki ni sio mnafiki kwa maana ya kwamba umeona nafasi ambao ameipata yule Amrabat ambao ametufunga goli. Unaikumbuka na pasta ambayo imepata hadi sema nani nakumbuka vizuri sana zina si zina tu, hmm. lakini unaona, kwa hiyo ina maana kwamba labda wenzetu kuna kitu kidogo ametuzidi. Kwa hiyo waongeze umakini na kizaji wetu kwa kumaliza hizi mechi. Hizi mechi hazihitaji nafasi sita, hizi mechi hazihitaji nafasi saba, hizi mechi zinahitaji nafasi moja tu. Hakikisha nafasi unaifanyia kazi vizuri, ukikosa hapo kutopia, kutopia mara, kutopia mara tu tumana kesho yako shaisha azoezi nafasi hiyo mara moja tu

tumeona ni kweli kabisa zile mbeleko zakilishahidi kwamba zile mbeleko goli mm, kabisa offside. Ah, leo tumekataliwa goli letu sisi, goli halali kabisa, goli halali kabisa tumekataliwa. Sijumewa. Kitambara bora DF cha sijuka sabini, mimi ni popo wa uwanjani, labda sijaangalia kwenye TV. Lakini unaona kabisa, anapasa ya jioni kabisa, anaangusha kabisa kwenye penalty box kabisa. Au kama na shule kwa penalty. Eh, naona kabisa ni vitu ambavyo vile ni vitu vya nje ya uwanja ambavyo sasa viongozi inabidi waangalie, wanatia maanani na kutia mkazo kwenye vitu kama vile vitu vidogo vidogo. Huku nje, eh? Wafanya nini? Wafanya kama wao wanaofanya. Magumu kumpata rais wao, sio hatuwezi kumpata. Sawa sawa. Lakini kuna vitu vya kumfanya. Lakini inawezekana kumpata rais. Sisi hapo tunapambana kwanza na bodi ya ligi, ndiko kwenye bodi ya ligi. Tukifaulu kwenye bodi ya ligi. Kamati ya ufundi ndio mpira wa Kiafrika a t a sasa kwa hiyo kwa sababu tupo kwenye soka la ambao kila mtu chongo machongo. Uwe, na si tuwe machongo hivyo tuondoke nao. Historia haichezi mpira umesikia, hii historia haichezi mpira. Issue ni current form, na kama ulivyoona sasa tumefunga goli moja na Waidadi kuna ambacho anatuzidia sasa, Waidadi pale ana kitu ambacho na tuzidi zaidi ya kitu kimoja. Nimekuambia kwamba nimepatikana nafasi, ndio maana

Shida ni kwamba performance ya Azam FC kwa maana ya uchezaji mm. unaona timu inacheza tu vizuri Wele. Issue ni kwenye finishing tu. Issue ni kwenye finishin finishing na nje ya uwanja. Hizo ndio sehemu msingi. Finishing na nje ya uwanja. Nilikuwa nasema kwenye ligi wenzenu, uh, wana wanafanyia huduma kwa maana historia inawabeba vipi kwa kimataifa. Ndio maana kuna kitu nilikwambia toka mwanzo kwamba ukienda kwenye mji wa Machongo na wewe pasuaji cho moja. Kwa maana ya kwamba ligi ya Tanzania hakuna mtu ambaye ajui jinsi inavyochezwa. Ah, ndio maana nikatoa mfano yangu amefunga magoli offside. Kwa nini uongo? Hivi tunataka kuna sheria 17 za mpira. Ni goli ni kwa kuwa kwa kama goli Linakataliwa. Lakini sasa ndio nao shamba kwenda mjio machongo. Sijui mbona. Kwa hiyo ligi nayo na mtindo na wa uchongo uchongo wake. Nao twende nao hivyo hivyo. Na huko nako uchongo uchongo huko. Sijui mbona. Kwa nini ambao alikuwa anashangilia leo watu wanamwita shemeji yao. Maji sulia hauzi shemeji yetu kama yule. Kuna mtu anamwita shemeji yao. Sijui mbona, wakati upo kwenye timu ambayo inaita wananchi. Sasa alikuwa anakukona nini? Mama yake alipata alipata goli.